Mradi huu utagharimu kiasi cha shilingi milioni mia moja, 43,050,398 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa matatu na matundu ya vyoo 12, yakiwemo matundu manane ya wanafunzi na matundu manne ya walimu. Ufuatao ni mchanganuo mbalimbali wa matumizi pesa hizo. Moja, ujenzi wa madarasa yako matatu kiasi shilingi milioni 79 laki saba sabini na tatu elfu mia nane. Vyoo vya wanafunzi matundu manane kiasi milioni 34 laki nane kumi na saba na mia tano. Matundu manne kiasi ni shilingi milioni 22 laki mbili na saba elfu mia tano. Kuna voti ya ujenzi wa miundombinu ya shule madarasa yanafauliwa na vyoo vipo katika hatua ya upandishaji wa kuta, wa kuta na ufunikaji wa mashimo umeshafanyika. Ukamilishaji wa mradi, ujenzi wa mradi huu ulianza tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2016 na utakamilika tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 2016. Hizi hela zilikuja mwaka jana mwezi wa 11. Kwa nini inaanza mwezi wa 7 kwa sababu? Labda hiyo sasa ni mamlaka ya nasema. Nani anasema miradi? Umradi unasema mbona nani? Aya, ndugu nataka majibu. Kwa nini hela zimekuja mwaka jana? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama ilivyoelezwa kwa kwa rais ilifika mwezi wa kumi na moja mwaka jana, isipokuwa maamuzi ya kuanza kwa utekelezaji wa ujenzi ulichukua muda baada ya kuwepo na kuto kukubaliana kwa bei kati ya management na viongozi wetu, kwa maana ya baida ya ujenzi wa madarasa kailikuchukua muda kidogo kuja kupata mwafaka. Kwa pesa imetoka mwaka jana mwezi wa kumi na moja mwezi wa saba mwezi yote hii takribani mwezi nane tisa mko kwenye majadiliano ya bei Yaani, watu wa vyoo, watoto hawana madarasa bado, na discuss miezi minane. O, changamoto nikisema mizigo eti, mi nikisema watumishi mizigo ni kosa. Pesa imekuja mwezi wa kumi na moja na mna upungufu wa madarasa na, nani mtane na, husika nani kitengo chake. Asante mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni kwamba hizi fedha ili ziweze kutumika lazima kamati ya fedha iruhusu, lazima zipitie kwenye kikao cha kamati ya fedha. Kwa hiyo mimi nakumbuka nimefika mwezi wa tatu, tarehe 15 5, nimekutana kikao hicho, kuna mvutano, wanasema madarasa ya fedha za ndani tunatumia milioni ishirini na mbili kujenga darasa iweje, hizi za World Bank tutumie milioni ishirini na saba aka mvutano pale, watu wa manunuzi wanasema hizi ndio bei zake kwa kulingana na zabuni, hawa contractors ndio bei zao, halafu kamati ya fedha wanasema haiwezekana, hatuwezi kuruhusu. Mvutano umeenda mpaka mwezi wa sita, atukapole kwa kwamba oje, oje. Milioni ishirini na saba pesa za World Bank. Ndio mkuu. Milioni ishirini na mbili onu so sema si manispaa. Ndiyo mkuu. Hizo ishirini na mbili wanapitisha wapi na ishirini na saba zinapita wapi, watu procurement? Na mwomba asa. Ok <coughs> mwomba. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Procurement wapi? Hiyo bei ya ishirini na saba milioni na ishirini na mbili milioni. Ni nini? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Hiyo ndiyo bei ambayo ya lowest bidder aliyoipata. Unajua nini, niwezi mmefahamu kwamba nyinyi niwezi, mnawezaje kuwa na bei ya milioni ishirini na mbili hata madiwani kkataa mihakiao yani ishirini na mbili mnakubali, halafu ghafula mradi huu unapata watu wa milioni ishirini na saba mnajenga kwenye wilaya moja, madarasa ni hayo hayo. najua kama ni wizi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hiyo 22 mbili ilikuwa ni local fund. Kwa hiyo hivi ndio vile vya World Bank vya walimu viongozi huwa tunakutana mara kwa mara, tunaongea wewe, lakini hatupati nafasi ya kuwasikiliza wananchi, na wakati mwingine taarifa tunazopewa viongozi si zile si ambazo mnazijua wananchi. Mara leo tutakuwa na mkutano wa hadhara, lakini sehemu ya kuwasikiliza wananchi. Kwa hiyo wale mtakaopata nafasi, namna mambo ambayo mnafikiri ni vyema tuyafahamu, saidieni tuyafahamu. Leo ni siku ya tano, lakini kwa wilaya ya Ilala ni siku ya kwanza, na Mungu ametubariki na mvua, lakini tunaamini tutapata nafasi ya ku- ya kuongea ya hasa kwenye eneo ambalo wameliandaa la mkutano, lakini <coughs> bado nitasema tunazo changamoto za usimamizi wa ubora wa miradi yetu kama tukifanikiwa kusimamia ubora ukawa mzuri, maana yake tutakuwa tumekula hela kwa kupandisha bei. Na hapa mnaona kama darasa tuliweza kujenga sisi wenyewe kwa milioni ishirini na mbili, maana yake leo tunajenga kwa milioni ishirini na saba. Wilaya ni ile ile, nawezekana hata wanaojenga ni wale wale, kwa madarasa tisa yaliyoko ndani ya wilaya ya Ilala maana yake tukaa, tunapiga mahesabu hapa na mbunge, ni karibia milioni arobaini na tano, pesa ambazo zingetosha pia kutengeneza madarasa mengine. Sasa mimi niwaambie watu wa procurement, habari nzuri, wabunge wamefanyia amendment ile sheria, lakini bado nyinyi ndio mnaolikisha taarifa. Unamwambia mtu we omba kwa bei fulani Alafu weomba kwa bei fulani. Mimi ukiomba kwa bei hii pasenti yangu ni shilingi kadhaa, alafu tukija kuwauliza sisi unasema huyo ndio the lowest, ndio anafuzu au amequalify kupewa tenda ya ujenzi. Minawambieni, dawa iko jikoni. Tunataka tujenge, si majengo yaliyo chini ya kiwango. Tunataka tujenge majengo yenye viwango, lakini yenye thamani halisi ya pesa. Tunawafahamu nyie watu wa procurement, hata mkipewa kazi ya kwenda kununua maji, maji yanayojulikana mia tano nyi mtauza elfu moja mia tano eh, tunajua supplier tulikuwa naye ndio huyo, na ndio ameonekana wa bei nafuu, wakati ukienda mtaani maji unapata shilingi mia tano. Sasa ujenzi huu, darasa moja si tunajenga kwa milioni ishirini na mbili na yale mengine yale ya shule za msingi tumejenga mpaka kwa milioni kumi na saba. Nyinyi hapa mnajenga kwa milioni 27 na mnasema eti huyu ndio the lowest bidder. Wizi wenu dawa yake iko jikoni, tukutane kwenye mkutano wa hadhara. Asanteni. Kwa kutumia simu yako ya kiganjani unaweza kupata habari za michezo na burudani papo hapo, ukiwa na Halotel Global Michezo. Kujiunga na kujisajili ni bure na ni rahisi kabisa. Tuma neno michezo kwenda nambari 15542 utakuwa umejiunga na familia ya wajanja wengi wapenda michezo ndani na nje ya Tanzania.